Ndege aina ya Favori de Havilland Dash 8400 ya Umoja wa Mataifa yenye nambari ya usajili 5 Yankee Sierra Mike Juliet iliyokuwa ikiendesha safari ya UN648 kutoka Mogadishu hadi Baidoa, Somalia, ikiwa na watu ishirini na wawili, ilipata itilafu ya gia kufuatia kuondoka Mogadishu. Wafanyakazi waliamua kurejea Mogadishu. Wafanyakazi hawakuweza kushusha gia ya pua na walihitaji kufanya gia ya juu ya kutua, yaani nose gear up landing Mogadishu muda mfupi baada ya kuondoka. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulisema: ndege ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia leo imefanikiwa kutua kwa dharura mjini Mogadishu baada ya kugundua hitilafu ya zana za kutua. Inaendeshwa na Ofisi ya Msaada wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, UNSOS, ndege hiyo ilikuwa ikitoka Mogadishu kuelekea Baidoa kwa safari yake ya kawaida wakati wafanyakazi waligundua hitilafu iliyozuia kuelekeza magurudumu ya kutua ipasavyo. Marubani waliamua kurejesha ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aden Ade katika mji mkuu ili kushughulikia suala hilo kwa usalama. Kando na abiria mmoja aliyeripotiwa kujeruhiwa kidogo wakati wa kuhamishwa kwa, kwa ndege hiyo, abiria wote waliosalia na wafanyakazi hawakujeruhiwa. Favori aliripoti kuwa ndege hiyo ilikuwa ikipeleka wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa hadi Baidoa, lakini ilipata matatizo ya vifaa vya kutua na kuwafanya wafanyakazi kurejea Mogadishu.